Kwa mara ya kwanza tangu kufariki kwa papa mtakatifu, mwili wake umeonekana kwa umma ukiwa umelazwa katika makao yake ya miaka kumi na miwili ya Casa Santa Marta huku ukilindwa na wanajeshi wanaomlinda papa mtakatifu. Pope Francis always said, "Do not forget to pray for me." Mji wa Vatican mapema leo ulitoa picha za Papa Francis katika jeneza la mbao akiwa amevalia vazi jekundu na rosari mkononi. Haya najiri huku makadinali waliokutana Vatican wakitangaza kuwa Papa Francis atazikwa Jumamosi ya tarehe 26 mwezi huu wa Aprili. Mwili wa Papa Francis ukitarajiwa kusafirishwa kutoka kanisa la Casa Santa Marta hadi katika kanisa la St Peter's Basilica siku ya Jumatano saa tatu asubuhi na kusalia hapo hadi siku ya mazishi. Mazishi hayo ambayo yatakuwa ya kawaida yataongozwa na Kardinali Giovanni Battista ambaye ni mkuu wa taasisi ya makardinali. Watakaohudhuria mazishi hayo ni makardinali makasisi, maaskofu na maaskofu wakuu kutoka pembe zote za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump vilevile vile akitarajiwa kuhudhuria mazishi hayo. Kifo cha Papa Francis kimeibua huzuni chungu nzima miongoni mwa waumini wa kanisa Katoliki kote ulimwenguni. Nchini Kenya, wabunge wakisalia kimya kwa dakika moja

viongozi wengine wa kisiasa na wa kidini nchini wameendelea kumwomboleza Papa Mtakatifu. Kuna watu walikuwa wanashinikiza jambo hilo kupitia eh, wajumbe wao au katika mwamko wa mambo leo katika nchi mbalimbali wanaosukuma ndoa za jinsia moja. Kanisa kwanza, tulikanusha tuli hilo na baadaye hata tulipokuwa na mikutano, wengi waliomba radhi kwamba ilieleweka makosa. Kwa la huzuni, lakini kwetu ambao tuko na imani kwamba tuko humu duniani lakini tutaondoka duniani hii, kwetu ni kusema amepumzika, amepumzika, anaenda kwa Victor Kayanda, Ndugu TV.